Idara ya dawa Kitete, tunatoa huduma ya dawa ndani ya hospitali lakini pia nje ya hospitali ya rufaa mkoa wa Kitete wa kwa wananchi wote wa ndani na nje ya mkoa wa, wa, wa Tabora. Pia kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya Mheshimiwa Rais Mama Samia, hospitali pia imeongeza wigo wa upatikanaji wa dawa kwa kuanzisha mradi wa duka la dawa jamii au kwa Kiingereza tunasema ni community pharmacy. Duka hili lengo lake mkubwa sana ni kuongeza eh, kusogeza huduma ya upatikanaji wa dawa kwa wananchi wa mkoa wa Tabora, lakini pia na wananchi wa maeneo jirani na mkoa wa Tabora. Lakini lengo la pili la uanzishaji wa duka hili ni kuondoa ile changamoto ya wagonjwa ambao kwa naipata akikosa dawa katika mfumo wa kawaida ndani ya hospitali eh, anaweza kaipata dawa hiyo katika duka letu. Lakini kitu kizuri zaidi katika duka letu hili la dawa Mkwamba, ke, ni kwamba bei zake ni bei ambazo ni za kawaida e, ukilinganisha na maduka mengine ambayo yako huko mtaani. Kwa hiyo sisi kama hospitali tumejipanga kumpunguzia mwananchi e, adha ya kutafuta huduma ya bidhaa za afya kwa maana ya dawa na vifaa tiba iweze kupatikana ndani ya hospitali na kwa wakati. Kwa hivyo naomba niwakaribishe wananchi wa Tabora e, lakini pia wa nje wa Tabora waje kupata hiyo huduma. E, ya bidhaa za afya kwa maana ya dawa na vifaa tiba ndani ya usalitu Kitete, eneo ambapo duka linapatikana kama naingia geti kuu la zamani e, karibu na jengo la kusubiria wagonjwa au waiting bay, hapo ndipo e, kuna duka letu la dawa. Karibu tukuhudumie Kitete. Katika utekelezaji wa hilo, hospitali imeendelea kuboresha huduma za upatikanaji wa dawa, lakini pia kuondoa usumbufu kwa wagonjwa ili kwamba mgonjwa ambaye anakosa dawa katika mfumo wa kawaida ambao nimeusema e, katika maduka yetu ya ndani ambayo nimeyasema, basi anaweza kupata dawa hizo katika pharmacy yetu hii ambayo tumeianzisha ambayo inaitwa duka e, la dawa jamii au hospital community pharmacy. Duka hili litakuwa linafanya kazi kwa mujibu wa sheria na miongozo ya baraza la pharmacy, lakini utendaji kazi wake unakuwa mwepesi kuliko haya e, maduka mengine kwa sababu mgonjwa akisha kuwa na, na uhitaji wa dawa fulani anaweza akaipata moja kwa moja katika duka letu la hospitali pasipokuwa na vipingamizi vi au kufuata taratibu mbalimbali, labda tu kama ni dawa ambazo ni za cheti cha dawa atapaswa kuwa na cheti cha dawa, lakini dawa ambazo sio lazima awe na cheti cha dawa kwa maana ya prescription, basi hizo anapata moja kwa moja kwenye duka letu la hospitali. Kwa hivyo mimi nichukue nafasi hii kama mfamasia mkuu wa hospitali kuwakaribisha wananchi wote wa Tabora na maeneo jirani tuweze kuunga mkono e, juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kusogeza huduma ya upatikanaji wa dawa kwa wananchi. Ukisikia bunge ikiwa inaendelea au viongozi mbalimbali wa serikali anaongelea, hawezi kuongelea huduma ya afya wakakosa waka kutaja habari ya dawa. Kwa na sisi kwa kizicho hicho kama hospitali tumeona tulete hii huduma ya dawa iweze kuwa karibu zaidi kwa wananchi na kuwaondolea usumbufu. Kwa hivyo, naomba tuwakaribishe sana katika duka letu.